nikamwambia kingine, nikamwambia nilichotoa hivyo lakini, kama baadaye pia nitakuwezesha kiasi cha cha kuanzia kiasi kufanyia project zako kama mchango wangu mimi kwa kwa wewe. Tumeisha na baba kaburi miaka minane sasa hivi, sasa namtoza nini pia kuficha heshima yako sana dadu. Ndio kwa sasa wasanii pia hiyo waangalie, unajua ilivyo, makubaliano ni makubaliano, ni namna ya kuishi tu watu, alafu tu as mikataba sio issue ya kudidili, ila ukitaka kujifanya wewe kibri, watakuwa tajiri ndio, na kwa hivyo tu basi.